Kulikuwa na mji mkubwa uliokuwa ukikua kwa kasi kuliko miji yote ya ukanda wa kusini, mji wa Kirimani, mahali ambapo matajiri waliishi juu ya vilima vya kijani na maskini walijenga makazi ya mabati chini ya bonde kavu lililoitwa mtaa wa Mtoni. Ni hapa alipoishi kijana mdogo aliyeitwa Tajo, mtoto wa mtaani aliyekuwa na miaka kumi na tatu mwenye ngozi iliyochomeka na jua, macho makubwa yenye matumaini na moyo ambao maisha hayakuweza kubadilisha kuwa ngumu. Alipoteza wazazi akiwa mdogo, na tangu hapo akawa anaishi mitaani akiyapigania maisha yake mwenyewe kuosha magari kubeba mizigo na wakati mwingine kulala kwenye duka la mbao lililokuwa limefungwa. Siku moja asubuhi, jua likiwa linachomoza taratibu, Tajo alipita kwenye barabara kuu ya Kirimani ambapo magari ya kifahari hupita kama ndoa ya dhahabu. Alienda pale kwa sababu watu wengi waliwashusha watoto wao shule na alijua huenda akapata shilingi chache kwa kuwafungulia milango au kuwasaidia kubeba mabegi. Lakini siku hiyo aliona jambo ambalo halikuwa la kawaida: foleni ya magari makubwa yanayong'ara kama vioo ya kisaraund. Gari moja jeupe, Toyota Land Cruiser ya kisasa Dereva na walinzi wawili walikuwa wamesimama nje wakizungumza kwa sauti za haraka na za hofu. Ndani ya gari alimwona kijana mwenzake, alikuwa na umri kama wake, lakini tofauti kabisa, akiwa amekaa kwenye wheelchair ya kisasa, akiwa mwembamba, amevishwa sweta la bei ghali, uso wake ukionekana umejaa huzuni na maumivu. Jina lake lilikuwa Lawi, mtoto wa bilionea mkubwa zaidi Kirimani, Bwana Barongo, mmiliki wa kampuni za biashara, madini na viwanda vya kutengeneza mafuta ya kupika. Lakini jambo lililomgusa Tajo si utajiri wake, bali macho yake. Macho ya kijana yule yalikuwa yamejaa upweke usioelezeka. Dereva alikuwa amepiga magoti akiongea naye, tunahitaji kwenda hospitali sasa, Madam amepiga simu. Lakini Lawi alitikisa kichwa, akasema kwa sauti ndogo, sitaki hospitali nyingine, nimechoka. Tajo aliwasogelea kimya kimya, na bila kujua alichokuwa anafanya, akasema Mbona mnamlazimisha? Ukiwa mgonjwa hata moyo unachoka, mwache apumue kidogo. Walinzi walikuwa tayari kumfukuza, lakini Lawi aligeuka taratibu na kumwangalia Tajo. Kwa mara ya kwanza uso wa Lawi ulionyesha hisia, si ya hofu, si ya hasira, bali ya mtu aliyekuwa ameona rafiki. Unaitwa nani? Lawi akauliza. Tajo Tajo akajibu, na akamuuliza na wewe. Lawi akajibu, Mimi naitwa Lawi, lakini hutanishika, ninaumwa mguu, nimekaa hivi mwaka mzima. Tajo akatabasamu kwa huruma, ile ya mtu aliyekuwa ameona mateso maishani. kukosa kutembea sio mwisho wa dunia, na unajua nini? Wakati mwingine, mtu mwingine ndiye anakupa hatua ya kwanza Walinzi walipiga miayo ya kukasirika. Hebu ondoka hapa mtoto wa mtani, mmoja akafoka. Lakini Lawi aliinua mkono wake dhaifu, wacheni, nataka azungumze nami. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, watu walimtazama Tajo kwa heshima ndogo, kama mtu si kero ya barabara. Lawi alimwambia kwa sauti ya chini, ninaogopa hospitali, nimechomwa sindano nyingi. Dokta amesema huenda sitaweza kutembea kamwe, nimechoka. Tajo akapumua kwa uchungu, najua uchungu wa kutokuwa na tumaini, lakini najua pia kitu kimoja, kila mtu anaanza mahali. Mimi niliishi mitaani, lakini sijakata tamaa, na wewe usikate tamaa. Dereva alianza kuingilia, bwana mdogo Barongo atatukasirikia, tuna ratiba. Lakini Lawi akasema kwa mara ya kwanza kwa nguvu kidogo, leo sitaki utajiri, sitaki hospitali, nataka tu nitoke nje kidogo, nipumue, na huyu Tajo anaweza kunitembeza. Watu wote walinyamaza. Walinzi walibishana kidogo lakini baada ya mazungumzo ya haraka na simu iliyokuwa na sauti kali upande wa pili walikubali. dakika ishirini tu, msizidishe. Tajo alisukuma wheelchair taratibu, wakiondoka sehemu yenye magari ya kifahari na kuingia barabara ya chini ambayo haikuwa na utukufu wowote: vumbi, watu wakibeba matunda, watu wakibishana, maisha yakiwa magumu kama kawaida lakini kwa Lawi kila kitu kilionekana kipya. Huwa hamchoki kuishi huku? Lawi akauliza. Tajo akacheka, tumechoka kila siku, lakini unajua nini kinatufanya tuendelee? Tumaini ndiyo chakula cha mtaani. Walitembea hadi mtaa wa Mtoni na watoto wengine wa mtaani wakaingia kuwakaribisha. Mmoja akampatia Lawi maembe, mwingine akamchekesha mwingine akamwonyesha mbinu ya kucheza tap tap. Kwa muda mfupi, Lawi alisahau uchungu wake. Wakati walikuwa wanarudi, alijikuta akilia kimya. Tajo akamuuliza, kwa nini unalia? Lawi akasema, leo nimehisi kama mtu si mgonjwa. Waliporudi, dereva alitabasamu kwa msisimko. Bwana mdogo, umetabasamu leo, hata madam atafurahi sana lakini walipofika mambo yalibadilika. Bwana Barongo mwenyewe alikuwa amesimama pale akivalia suti yenye rangi ya kijivu na miwani nyeusi. Uso wake ulikuwa mgumu na wa kufadhaisha. Alipotazama jinsi mwanawe alivyoonekana mwenye amani, macho yake yalilegea kidogo, lakini mara akageuka kumwangalia Tajo kwa hasira. Huyu kijana ni nani? Barongo akauliza kwa sauti nzito. Tajo rafiki yangu, Lawi akasema ya bila uoga. Barongo akamkazia macho Tajo. Umemtoa wapi kijana wangu? Watu kama nyinyi ni hatari, wanaiba, wanadanganya, wananuka tu umaskini. Maneno yale yalimuumiza Tajo kuliko viboko alivyowahi kupokea maishani. Lawi alijaribu kuongea, Baba, usimseme hivyo, lakini Barongo alimkatisha. Nilipoteza mama yako kwa sababu ya watu wa mitaani, wezi, watu wasio na dhamani. Sitakuangukia tena kwenye mikono yao. Dereva alishusha macho chini, walinzi wakageuka, wakiwa hawana cha kusema. Tajo akavuta pumzi, akasema kwa nidhamu, mimi siwezi kumuumiza kijana wako. Leo amekuwa na furaha kwa mara ya kwanza Barongo alimtazama kwa muda mrefu, akashusha pumzi kwa hasira, kisha akasema kwa sauti ndogo lakini kali, usimkaribie tena. Na hapo ndipo Tajo alijua utajiri hauwezi kununua busara, akatembea polepole kurudi mtaa wa Mtoni, moyo wake ukiwa mzito. Lakini bila kujua, Lawi alianza kulia kimya kimya nyuma yake. Siku zilipita wiki zikapita, lakini moyo wa mtoto hauwezi kusahau mtu aliyeutendea wema. Siku moja usiku, Tajo alipokuwa amelala nje ya duka la mbao, akasikia mlio wa gari ule linakuja. Aliposimama akamwona mtu anashuka, ni Lawi akiwa na dereva. Tajo nimekutoroka kidogo, Lawi akasema huku akicheka kwa aibu. Umekuja kufanya nini usiku? Tajo akauliza. Nimekuja kusema nataka urudi. Tajo akatabasamu kimya. Wewe ni mtoto wa tajiri, baba yako hata niweza, Lawi akasema. Lakini mimi nina sauti pia, sitaki pesa yake, nataka urafiki. Waliamulia hapo kwamba wataonana kila jioni. Walianza kukutana kwenye bustani ndogo ya umma. Tajo akamsimulia kuhusu maisha yake ya mtaani, na Lawi akamfundisha kusoma neno moja moja kutoka kwa vitabu alivyokuwa akileta. Na polepole, Lawi alianza kutembeza miguu kidogo, siyo sana, sentimita mbili, kisha tano, kisha hatua moja. Madaktari walishangaa, wa baba yake alishangaa, lakini Lawi alisema ni kwa sababu nimepata sababu ya kuishi. Barungu akaanza kuwauliza maswali. Kwanza akaanza kuja bustanini kimya kimya, akiwaangalia. Aliona jinsi Taja alivyosukuma wheelchair bila kuchoka, aliona jinsi Lawi alivyocheka kwa moyo, aliona jinsi kijana wa mtaani alivyokuwa na heshima na adabu kuliko matajiri wengine aliyowajua moyo wake ukaanza kulainika. Siku moja, Barongo aliwaita wote wawili kwake. Tajo, samahani, nilijaa hofu, nilielea dhana za zamani, lakini wewe umemrudishia mwanangu uhai niliyohisi umeondoka. Tajo hakujua aseme nini. Baronga akaendelea, kama ungependa, ningependa kukupa nafasi uende shule, uishi mahali salama, kwa sababu bila wewe nisingeona tabasamu la mwanangu. Tajo alilia mbele ya watu mara ya kwanza maishani, na hivyo maisha yake yakabadilika. Tajo alipelekwa shule nzuri, lakini hakuwahi kusahau mtaa wa Mtoni. Aliwasaidia watoto wengine, akiwapelekea chakula na vitu vidogo. Lawi alianza kutembea tena baada ya miezi kadhaa, mwanzoni taratibu, kisha vizuri kabisa. Miaka ikapita, walianza biashara yao ndogo ya kusaidia watoto wa mtaani, wakiliita Hatua ya Kwanza Foundation. Na siku ya uzinduzi Lawi alisema mbele ya watu wote, kila mtu anahitaji mtu mmoja tu amwamini, mmoja tu na dunia hubadilika. Kila mtu alipiga makofi, lakini Tajo alitabasamu kimya, akijua ukweli moja tu kitu pekee ambacho maskini anaweza kumpa tajiri ni moyo uliosafishwa na mateso na upendo usio na masharti. Na hivyo hadithi ya mvulana wa mtaani na mwana wa bilionea ikawa ushahidi kwamba mara nyingine watu maskini wanashikilia miujiza ambayo matajiri hawaioni.